Nashukuru sana kufahamu. Ah, basi mimi nadhani niwaache, na kama siku nikipata nafasi nitakuja kukutembelea nyumbani kwako. Sawa, kakaangu, nitafurahi nikiona uwepo wako nyumbani kwangu. Niwatakia siku njema. Asante. Angu, naenda api? Nipo naelekea hapo mbele dukani. Vipi na wewe, kazi zimeendaje? Namshukuru Mwenyezi Mungu, nimemalizana na huyu jamaa japo ni mtiti mm. Mwezi huu wa Ramadhani kwa mgumu, hizi kazi zetu. Rafiki yangu pole. Sasa tutafanya nini? Inabidi tuzoee eh, maana mteja wako mwenyewe ndio huyo ustadi. Yaani rafiki yangu, mwezi huu ni mgumu kufanya na hizi kazi zetu, napata changamoto kwanza wateja wenyewe wamekuwa na shida, huu ni mwezi mtukufu. Pili inabidi tujibebe na mavazi kama najua kali, maana tukivaa vimini, shoga yangu ni aibu. Kuna hisi kutetemeka hapa na hisi kuchanganyikiwa na hili joto. Pole shoga yangu. Vipi, shughuli yake huyu baba? Mwanamke mwenyewe sijui mshamba, sijui ndo katoka mkoani, hana maajabu shoga yangu, kimoja chali. Au ndo Ramadhani ana kazi ya swaumu? Nakubwa haya, baadaye. Haya. Samani dadangu, mimi ni mgeni kwenye mtaa wa mapenzi na ninahisi nimepotea njia kwenye mtaa wako. Sidhani kama nitaweza kutoka bila wewe kunielekeza njia sahihi. Sikuweza kuamini kuwa unaweza kumpenda mtu kwa mara ya kwanza tu pale unapomwona. Uende alikuwa nasubiriwa siku ambayo mimi na mimi takutana na wewe, ndio niweze kuamini. Samahani, ningeomba nikujue zaidi, nijue nini unapenda kwenye maisha yako na nini haupendi, ili mradi niweze kuchagua upande sahihi wa vile vitu navyovipenda tu na hivi usivyovipenda, basi nisiweze kuvifanya. Nashukuru kwa maneno yako mazuri, lakini kwangu mimi sipo tayari, kwa sababu cha kwanza ni mwezi mtukufu. Alafu umevaa vizuri, umependeza. nilijua ni mkakafani hivi mstaarabu. Nisikitegemea kama unaweza kuongea maneno kama hayo. Nisamehe sana kama kutoka kuna neno lolote baya nimelitamka, lakini mimi naitwa Chibu Mr. Content Pro The nomba ni kujua hata jina tu kama utojali, tafadhali. Mi nashukuru tu kwa kufahamu, na nahisi jina langu utalifahamu wakati mwingine. Yaani nakwambiaje? Umu ndani ndio kwanza tumeingia umji, shoga yangu, ukimpata mtu Luka Luka binuka sarakasi wao huh? Ogopi mimi nakuelewa dada. Sasa nguambe kitu dadangu. Yaani mimi sitakuongea sana, nataka vitendo. Yaani vitendo vitaongea na kwa kuwa we mkubwa, umenizidi umri, mi mtoto, najua kuna vitu vingi sana unavijua, ila kwa hivi nilivyokuwa navyo, ukiniongezea kidogo tu, mbona mchezo umeisha. Uko nilikotoka, uko nimeacha historia yangu na staili yangu, mguu chaga mguu neti, ogopi. Oh, <laughs> <laughs> Ay, sasa mdogo wangu ya hiyo staili mguu chaga mguu nyeti, hakikisha unapambana nayo. Wewe nashangaa staili ya shoga yangu. Mimi na staili yangu ya inaitwa kijumo. Kijumo, sio unaijua yaani anajichanganya anachanganyikiwa. Sasa na staili yangu ya ushindi inaitwa kibata msamba. Oya, nikikupa hiyo usipopiga kelele nite mbwa uh, hey. Kwenye angulo.

Wakulu wako tayari kukusikiliza shida yako, karibu. Asante mganga, mimi nimekuja hapa na shida moja. Sehemu ninayofanya kazi kuna binti anaonekana ana nyota kali sana, madanga akija anamchagua yeye tu. Kwayo, mganga, yani, kwa hiyo mganga, nilikuwa naomba unisaidie dawa, yaani aume kwa muda mrefu, au ikiwezekana afi. Shida yangu ndio hiyo mganga. Haujasema mpaka useme. haujasema Haujasema mpaka useme, haujasema <coughs> hmm. Wakulu wamesikia shida yako, lakini kuna masharti kidogo, itabidi u... uyafuate masharti hmm. Sawa mganga, mimi nipo tayari kwa sharti lolote. <coughs> Zuri hiyo Itabidi nikakuchilimue. Kunichilimua ndo mm, nini, mganga? nabidi nikakushenyente mganga. Mbona mimi sikuelewi. Unishenyenta? <laughs> Binti kiufupi, nabidi tukakazie swaumo. Lakini mganga Kwani hamna sharti lingine mpaka hilo? Mm-hmm. Hakuna sharti lingine. Wakulu ndo wametoa sharti hilo na inabidi ulitimize ili nyota yako isafishike. Sawa mganga, nipo tayari. <laughs> Zuri. <laughs> Nimeipenda. <laughs> Na hivyo ndio ilivyokuwa, madamu wangu. Shazna mbona una balaa sana wewe? <laughs> Yaani umeona haitoshi, mpaka mwili ukampa. Madam, nimeshakwambia mimi ni mbuzi wako wa kafara, yaani nitafanya chochote ili jambo lako likamiliki, hata kutoa uhai wangu. Ukinyambia nitoe, nitatoa kwa ajili yako, madamu wangu. <laughs> <laughs> Ah, hey. Kweli binti nimepata, we ni hatari, shoga yangu. Yani afadhali hata mwenyekiti, nilivyokuona. mm -hmm. Shikamo maraba Samahani kwa hayo nitakayoyaongea, kama yatakuwa yanakiuka maadili ya mtaani kwetu. Mwenyekiti, kuna watu umewaleta hapa. Kuna watu ninawaleta? Watu gani? Swali zuri. Kuna watu umewaleta, wanafanya biashara hapa. Sasa mimi nimefanya nao biashara, nimewapa hela yangu, wanipe kitu na bado hicho kitu hawajanipa. Na mimi ni mwanaume, unategemea mimi naishije, mwenyekiti? Sasa hiyo biashara, biashara gani? Na ni kitu gani? Na hapa mtaani kwetu tulishatoa utaratibu, mtu yoyote anayetaka kufanya biashara inayohusu fedha na kitu ni lazima ushirikishe mamlaka za kiserikali. Sasa wewe mwenyekiti ni mtu mzima na familia yako, nije nikushirikishe jambo kama hilo? Je, unataka kuwa lefa? Je, ama unataka nini? Je, au na wewe una, unatamani, je mwenyekiti? Asa, kama ningekuwa naelewa ningekuuliza. Maanake sisingekitolea maamuzi. Sasa nakwambia hivi, mimi maamuzi nitakayoyachukua, msije kuniona mimi mbaya nimebadilika wakati mmenilea vizuri mimi mwanenu. Sasa nakwambia hivi, nitakuja kwenda kuchoma moto kwenye jumba lao wanaloishi. Mtakuja kuniona mimi mbaya. Kuchoma moto. <laughs> Unaichukulia hii serikali ya babako eh? Sasa wewe nenda ukachome moto afu uone kitakachokupata. Sikia mwenyekiti, kama ni swala la cheo tu, hata babu yangu alikuwa mwenyekiti, lakini amekufa, hana hata kigoda, babu yangu mzee Kashindekee. Sasa usinitishie cheo. Sasa haya ni maisha au ni kuchanganyikiwa haya? Sasa we kama unaweza kuchoma, nenda kachome, afu utaona nini kitakachokupata. Shenzi we, nenda huko. Halo. Nani mwenzangu? Mimi ni yule mwanaume ambaye anakupenda sana. Mm -hmm. Na wewe pia ulimwahidi kuwa utakuwa naye milele mpaka mwisho wa maisha yako. Naomba ufunguke, usianze kuzunguka sana, usiwe na haraka sana ya kutaka kunijua. Naitwa Zumba. Zumba, unataka nini? Na shida yako nini? Sasa nimepata habari njema kutoka kwako. Nimesikia kuwa lile shamba ambalo nilipanda mbegu zangu sasa hivi limechanua maua, ni bado tu kutoa tunda kuyuni. Kwa hiyo niko hapa kwa ajili ya kusubilia mavuno. Sikiani nikwambie, sina ujauzito wako. Naomba usinipigie tena. Tena ukome, na ikiwezekana namba yangu futa. Kusikia kaona, karudi chanda kinywani, karudi kafata tena waridi na mihanuni. Hmm, enzi zangu hizo mwenyewe, karudi kafata tena waridi na mihanuni. <coughs> <tune> <tune> Wena? Yaani muda wote huo saa hizi ndo unarudi shule? Asa mama, Ashida, mama ashule, kumbari, kwari, kwa nini mimi nimefanyeje? Unajua usafiri wenyewe wa shida mama yangu. Na shule iko mbali kweli, huwezi kuamini. Tumekaa karibia masaa matatu kwenye foleni. Usafiri wa shida eh? Ila ukumbuke mimi mwenyewe nimetokea huko huko. Kwa hiyo unachokifanya hapa hakuna kipya. Yaani mimi mwenyewe pia nimefanya. Asa mama jamani si foleni. Haya, ila ukumbuke mwanangu hakuna mtu mwingine naemtegemea zaidi yako. Soma mwanangu, wendo naye kutegemea kama ipo ipo tu, nauje upike huku. Mkuu, nini kinafata sasa hivi? Maana ukiangalia mbinu yetu ya kwanza imeshindikana. Tumewavamia na tumewakosa. Mm -hmm. Ipo namna ya kufanya. Kwa sasa hivi hakuna kukata tamaa. Kikubwa kuongeza akili tu. Uh, kuna kitu kinanipa mashaka sana. Au kutakuwa kuna mtu alifikisha taarifa kama tunataka kuwavamia kule. Maana sio kawaida mtuhumiwa kutukimbia kirahisi hivi. Imekaaje hapo? Acha kuwaza usaliti Wefanya kazi kwa bidii sawa. Sisi hatuishii na mbinu, tukifeli A basi tutaingia B. Ni sawa na hiyo, plan B ni ipi au tutafanyaje ili tuweze kuwapata? We ni mtu wa system. Kila kitu kipo Sheria mkono wake mrefu, kokote wanapoenda, sehemu yoyote wanayokanyaga, sisi tupo. Kwa hiyo usiwaze sana, tutawafuatilia mdogo mdogo mpaka tutawakamata. Wale watoto wadogo tu hawezi kutusumbua sisi. Akili tuna uwezo mkubwa, tuna akili nyingi, tuna kila aina ya mbinu. Kwa waza sana kutumia akili. Basi sawa. Mimi nimekuelewa. Maana na imani wewe ndio mkubwa wangu wa kazi, na ulipo wewe hakuna kinachoshindikana. Ngoja tuangalie hiyo plan B itakwaje.